Dalili hizi zitakuonyesha kwamba wewe una hypertension, yani una pressure ya kupanda, una pressure ya juu sana, pressure yako imepanda. Dalili ya kwanza ni headache. mtu mwenye pressure ya kupanda anapata maumivu ya kichwa ya mara kwa mara, kumwana kichwa sana, lakini dalili ya pili ni dizziness. Dizziness, unahisi kizunguzungu kila wakati unahisi kizunguzungu, haupati utulivu, unapata kizunguzungu eh, kila wakati. Lakini dalili ya pili ambayo inaweza kukuonyesha kwamba una hypertension nausea, eh, yani unapata kichefuchefu na wakati mwingine eh, inakupelekea mpaka kutapika eh, unapata kichefuchefu kila wakati bila sababu, unatoka kula chakula unahisi kichefuchefu kikali sana ama ulitulia tu. Kwa mfano unafanya mazoezi, unakimbia pale bradi ikiwa inafoa kwa kazi na hatibit zikwa zinaongezeka, gafla unahisi kichefuchefu, ama ulikaa sehemu naamka kwa haraka, unahisi una kichefuchefu, basi diagnostic inaonyesha kwamba eh, una pressure pan. Lakini pia kingine ni of breath chote breath. mtu ambaye presha yake ni ya kupanda upumuaji wake unakuwa wa tabu kidogo. Kwa hiyo anapumua eh, uh, kwa asili ya ufupi ufupi na kukatika katika pumzi, yaani ni mwepesi sana wa kukata pumzi. Kwa akifanya action ambayo ina uchangamfu ambapo mapigo yake ya moyo yatakimbia, basi mtu huyu e, mfumo wake wa upumuaji utabadilika, so anakuwa anapumua Eh, kwa ufupi ufupi sana na kukatika, katika katika ngumzi yake. Lakini dalili nyingine ndugu mtazamaji ni chest pain, chest pain, maumivu ya kifua. Sasa maumivu haya ya kifua yana tofauti kidogo, haimaanishi utakohoa. Hapana, wala hautakohoa, sema maumivu haya jinsi atakavyokuwa uh, ni pale ambapo umetoka kulala ubavu wa kushoto umelela ubavu wa kushoto asubuhi, unahisi maeneo ya kifua kama ni mazito na kama yanaungua na kama ni maumivu ambayo usahisi kama mtu ana kile kifua ambacho kama kina asidi kama unasi unachoma, eh, eh. Kwa hiyo ukiona namna hiyo, na kifua ni kizito kama umeekewa kitu kizito. Sasa kwa haraka haraka, eh, utaenda kutafuta dawa eh, za kupunguza maumivu ya kifua ama dawa zote eh, za kwamba kwa maana kwa kwamba inaweza ikasaidia kifua kupona, lakini kumbe si kifua, una pressure ya kupanda, reaction yote imetoka katika moyo. Lakini nyingine, ndugu mtazamaji, ni broad inspiration. hii ni pale ambapo unakosa uwezo wa kuona. Ule uwezo wa kuona unakuwa unabadilika, aidha unapata hali ya ukungu, aidha macho yako kubadilika muonekano ama kupoteza uwezo wa kuona kabisa. Haimaanishi nakuwa kipofu lakini e, ability yako ya kuona inabadilika, haiwi kama ulipokuwa unaona kawaida, inakuwa ina mabadiliko e, makubwa sana. Lakini dalili nyingine ninasema ni north braid. kuna watu wana kawaida ya, uh, ya kutokwa na damu puani anatoka na damu puani eh, mara kwa mara. Hali hii namtokea mara nyingi sana, from nowhere tu anatoka na damu puani. Aidha, yupo mazoezini, gafra akaguswa maeneo yake ya pua, tayari anaanza kuleta bleeding, ama alilala usiku, gafra anatoka na damu puani. Kwa hali ile ya kutokwa na damu puani bila sababu ya msingi, ama kainama chini kwa muda mrefu eh, anatoka damu pwani. Hali ile sasa inapokuwa imekithiri zaidi, basi una hypertension, una pressure ya kupanda. Kwa hiyo hizi zote ni dalili ambazo zitakusaidia e, wewe e, kujua kwamba kama dalili zote hizi zimeshahini kwangu, basi ujue e, pressure yako kidogo iko juu na inatakiwa e, ufanye kila namna ili uweze kujisaidia kwenye hali kama hiyo. Ok, asante. Endelea kufuatilia ujifunze eh, vitu mbalimbali. Asante sana.